Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Akitoa pongezi kwa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kufungua milango ya matumizi ya teknolojia ya kisasa ya uzalishaji dhahabu CIP, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Nerica Holdings and General Supply Richard D. Kasubi anasema kuna ongezeko kubwa sana la tonnage ambazo nazalisha, kutoka tani mia sita mpaka naweza kuzalisha tani elfu tatu na mia sita mpaka elfu nne Kwa hiyo kwa matirio yenye gredi ya moja moja kwa moja pale ni na kilo nne, lakini nikiwa na matirio ya, ya mbili moja kwa moja ni na kilo nane. Mgodi wa wachimbaji wadogo wa Nerika Holding uliopo kata ya Nyarugusu wilani na mkoa wa Geita umefanikiwa kuongeza ajira kwa wananchi wanaoishi kuzunguka mgodi huo, kutoka wafanyakazi ishirini kwa uzalishaji wa Vat reaching hadi wafanyakazi mia tatu kwa mfumo wa CIP. Nimetoka kwenye idadi ya watu ishirini mpaka watu mia tatu ambapo nina takribani ya watu mia mbili ambao wanashughulika na uchimbaji wa underground kwenye shafti zangu za underground ambazo zinatuletea hapa matirio tunayoweza kuzalisha kwa kila siku. Upande wake meneja wa mgodi huo Viva Mtahoya amemshukuru naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko kwa kufikishia umeme wa uhakika kwenye mgodi huo. lakini hapa tu tumepata umeme, serikali imesambaza umeme kama mnavyoona hapa, umeme upo, mitambo yote hii inaendeshwa kwa umeme, tofauti na ile zamani, kwamba ile Vat reaching tulikuwa tunatumia makarasha ambayo tulikuwa tunatumia diesel kwa hiyo gharama ya kazi ilikuwa kubwa sana. Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko ambaye ni waziri wa nishati, tunamshukuru sana kwa kweli kwa kusimamia vizuri hii sekta ya madini, kwamba wachimbaji wake wote, sasa hivi karibu wote tunanufaika, tuna na umeme ambao umeturahisishia kazi, gharama imekuwa ndogo tofauti na zamani wakati tunatumia dizeli.